Katibu wa Wizara ya Ardhi, Nixon Korir, amesema kuwa serikali imekamilisha upimaji wa ardhi ya Mau ambapo sasa mpaka wa msitu na ardhi ya jamii utabainishwa ili kutoa suluhu ya mzozo wa ardhi ambao umekuwepo kwa muda mrefu, akifuatilia agizo la mahakama la mwaka 2001 lililoelekeza serikali kupima ardhi hiyo na kuweka mpaka rasmi. Katibu huyo amesema kuwa mchakato huo utakamilika wiki hii na wakazi wa Mau sasa watapokea hati miliki zao na kuanza shughuli za kujiendeleza. Katibu huyo alikuwa akizungumza Uh, e, katika kaunti ya Baringo na amesema kuwa msitu wa Mau umekuwa chanzo cha migogoro kwa muda mrefu ambao wakazi wamevamia msitu huo na kusababisha mzozo wa kudumu kati yao na maafisa wa huduma za misitu. PS wetu Nixon Korir kama kuna ombi, namba one ya Baringo ni insecurity. Ombi namba two ni title deed ya shamba ya Mochongoi. Tunataka tukuombe kwamba, wewe usaidizi wako kupitia kwako na kwa Rais, watu ya Mochongoi wakipata title deed tutakuwa tumefurahi sana na tutakuwa tumejifunia hii serikali imetusaidia, ile imekuwa kero kwa watu yetu ya Baringo, title deed ya shamba ya Mochongoi. So nataka niseme mambo ya mashamba Kenya yote, nataka niombe viongozi kama kuna mashamba ambaye haijapata title deed, hiyo ndio kazi yetu kama ya serikali tuhakikishe kuwa tumehakikisha kila pahali sehemu ya Kenya imepata title deed. Na nimesema kuwa vile mheshimiwa amesema, kama leases za town, saa hizi tunapeana leases za town, zile municipality zote ambazo zinafaa kufanya kupeana leases, county government ifanye ile kazi inataka inafaa kufanya kupatiana clearance. Ikifika kwangu mimi, namalizana nayo. Mambo ya mchongoi tutahakikisha kuwa tumesaidia watu wa mchongoi wapate title zao. Mambo ya banita tutahakikisha kuwa tumehakikisha kuwa ile mambo ya banita tumemaliza. Mambo ya Mau vile kotini ilisema ile gazette notice ya 2001 save ya somekwa Mau for the last three weeks they will be done next week, so that tumalizane na mambo ya boundary. KFS ifence shamba yao, ile shamba ambayo inabaki wananchi wapate title zao, waendelee na biashara yao.